Kuna hatari ya mambo mabaya yanayofanywa na serikali. Ukiwa mkulima wa tumbaku, tangu lini kazi ya kilimo cha tumbaku imekuwa rahisi? Haijawahi kuwa rahisi hata kidogo. Sasa ugumu unaongezwa na serikali, ugumu unaongezwa na nini? Kazi yenyewe ngumu, halafu ugumu zaidi unaongezwa na serikali. Serikali imeleta taratibu ambazo zinawanyonya wakulima wa tumbaku, badala ya kuwapa nafuu zinawaongezea shida. Kama ni mkulima wa ufuta au wazao lingine lolote nchi hii, kazi ya kilimo nchi hii ni ngumu inafanywa ngumu zaidi na serikali. sitaka baadhi nalani mara nini bolea ya ruzuku mradi unaongezewa mizigo na kausha damu vilevile. Ukiwa mfanya biashara, biashara ni rahisi kiasi gani nchi hii? Ukifanya kabia hata uuze maandazi unaambiwa leta, toa hela. Ukiweka nyanya chini, toa hela. Ukiwa na kiduka, toa, mara ya TRA, mara ya halmashauri, mara ya bwana afya, mara ya mradi, utoe hadi kausha damu. Sawa sawa, si ndio? Maneno yamesemwa hapa hata wafanyakazi wenyewe mapolisi hawa wala hawana nafuu, zimeambiwa wanajinunulia uniform na siku hizi wanajizika wenyewe. Mi baba yangu mdogo alikuwa askari polisi, alipofariki alizikwa na serikali. Leo polisi hawa wanakatwa hela, wanaita wenyewe mfuko wa kuzikana, badala ya kuzikwa na serikali. Kazi ya upolisi ni rahisi kiasi gani? Kwenye kila hatari wapo, ndio maana. Kwa sababu kwenye kila hatari wapo, ndio maana huwa wananunuliwa uniform, ndio maana ikitokea anafariki anazikwa na serikali. Sasa hivi wanakatwa hela ili wajizike wenyewe, na hizo wakikatwa mishahara ya hela za kujizika wenyewe, na hizo zinaliwa vile vile. Alafu wakija huku kwa wananchi wanakuja wana hasira, utafikiri tumewaibia.